Saizi yake sema kazi ni moja, moja. Hapa wenyewe wa mabintu wote mtanipa wimbo mmoja hey, hamwezi kuna ni hivi hivi ataniambia jina lake, habari yako? Unaitwa nani? Fadhili. Nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako kwa maana fadhiri zako zadumu mirere na mireri. Amina. Fadhiri za Mungu hizo pamoja na wewe, sawa no. Kama lilivyo jina lako, sawa mm. Kama lilivyo jina yeah. hey. uishi kwenye fadhiri za Mungu uishi kwenye fadhiri za yeah. Sa Mungu sala sarangapi chikechea kwaona ingia la kwanza mwakani sawa na ukianza na kwanza na huyu wa kwanza na Mungu akushike mkono.